Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Ah, watukufu watazamaji tukufu ya Al Hidaya, tuko katika wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga, katika mtaa huu unaoitwa Kilole, na leo kuna jambo kubwa kabisa, na jambo lenyewe la nikah. E, Ustaz wetu Juma Ahmadi Ndefu maarufu leo anafanya maha na nikisema mathna bila shaka mtakuwa wataalamu wengi mmeelewa, ni lugha imejaa kwenye masikio ya watu. Ukisikia mathna, ni mtu anayeongeza mke wa pili. Labda kutokana na hilo, na falalhamdu, katika msafara huu eh, tukimpeleka sasa, yuko mzee wake mzee, mzee Ahmad Ndevu yuko hapa, lakini tunaye ustaz Ismail eh, ibni Zubairi yuko hapa na mwalimu wetu kutoka ni mahali gani? Dungu, kutoka ndungu eh, yuko hapa, mm. Fallhamdu eh, labda eh, katika jambo eh, hili ustadhi Ismail, tuanze na wewe. Unamuhusia, unamuhusia nini rafiki yako kipenzi chako kuhusiana na, aywa, hii kadhia, kwa sababu anakwenda kukutana mm, na mwili mpya, tabia mpya, mambo mapya, pengine hiyo inaweza likamfanya yeye, aywa, aywa, akamili upande mwingine. Sasa unamuhusia nini, ustadhi mimi kuhusiana na jambo hili kwanza, namehusiia ndugu yangu kuhusiana na jambo hili na subira mashaallah, na babu aenda kuingia katika jambo zito, ambalo jambo ambalo kama hatakuwa na subira mm. Lakini kama hatakuwa na adada basi no, no, nikampelekea no, no. nikampelekea no, no, no. kumkasirisha Mungu mm. Kwa hivyo kikubwa tu mm. nikuwa akafanya uadilifu kuhusiana na jambo hili na matina ntao kwa no, no, no, no. sababu ni jambo zito kabisa no, no. Bado hapa ameusiia jambo hili, lakini ndani kwa mm. kama kwa hakika kuna fitna kubwa, kwa hivyo Allah sisi pamoja na yeye ah, asante. Bila shaka mmesikia maneno makubwa ambayo amezungumza ustadhi Ismail turudi kwa mzee wetu ambaye kwamba ni mzazi na mlezi vile vile, mzee wetu, mzee Ahmad. Mzee Ahmad, una tamko gani la kumuhusia ustadhi huyu kijana? Tunajua amesoma na lakini mtoto ni mtoto, na wewe ni baba yake, una kitu gani cha kumwambia? jambo moja

Misho Misho na water, hayo, ayo, ayo. Naam. Naam. Nasema, mmm, na la kuzungumza. Naam, naam, bali namuombea dua, dua kijana wangu wangu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah amuondole matatizo matatizo. Kama kwa hiyo nasema alhamdulillah, mimi asante ah, asante ah, bila shaka mmesikia maneno yaliyotoka katika kinywa kwa hara otakatakia kwahara cha mzee Shekhe Ahmadi Ndevu. Basi bila shaka eh, ya kuzungumzwa ni mengi mta, mkifuatilia mtaona mm, eh, hatua kwa hatua yatakayojiri katika shughuli hii. Kwa machache haya tuseme kama alivyozungumza Ustadhi eh, Ismail kwamba subira na mimi narudi hapo hapo kama mwalimu wake kwamba eh, maalimu awe na subira, awe mvumilivu. Hiyo ndiyo nguzo kubwa ya kuishi kwa sababu ayua, anakutana na mtu ambaye jambo eh, ambalo yeye kwake ni ustaarabu, yeye kwake, yes, sio ustaarabu. Kwa hiyo nguzo kubwa inayofanya mtu akae vizuri katika ndoa ayua, ni subira eh, na hikima yeah, mambo yanataka hikima nyingi, ndio anaofanya mtu anaweza kudumu na mahna, lakini wanawake wanataka ka wakati umsifu hivi Ukamsome mwanamke ni kama kitabu. Kumsome kitabu, kitabu kile ukisoma mpaka ukiaridhi na kukiaridhi kitabu kile, sio mwaka mmoja, ni itakuwa miaka mitano, ujue tabia zake zinazobadilika na tabia zake ambazo ha -ha. hazibadiliki kwa machache hayo ya tosha, yatoshe. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa lafa minkum wa ila liqaa.